Okay. Habari za siku wenzangu, leo naenda kuwafundisha namna ya kufuta video ya TikTok. Kuna watu huwa wanaposti video then unapata video content zake hazihusiani na hiyo video ameiposti aliyoiposti ama video yenyewe ikawa ameposti kwa bahati mbaya, ama imeharibika. Kuna namna ya kuifuta, ndio tunachoenda kujifunza leo. Cha kwanza, unafungua akaunti yako ya TikTok, app yako ya TikTok. Ukishafungua app yako ya TikTok ngoja yakwang ifunguke ukishafungua app yako ya TikTok unabonyeza hapo kwenye profile kwa chini kabisa kulia, unabonyeza profile. Ukishabonyeza profile, itakuja hapa kwenye video zako. Utaangalia video ambayo unataka kuifuta, utaichagua. Ukishachagua ngoje ifunguke. Kisha chagua video unayotaka kuifuta, utaangalia kwa chini huko kabisa upande wa kulia kwa chini kuna more insights, afu kwa juu kidogo kuna kuna vudoti vitatu chini ya kwenye comment, afu kwa chini kidogo tena kwa chini kuna vidoti vitatu, unabonyeza hivyo vidoti vitatu. Ukishavibonyeza hivyo vidoti vitatu baada ya favorite hapa ba. una hizi na ndia za chini, unazi scroll kwenda huku unafika mwisho kabisa. Ukishafika mwisho, kuna hii hapa iko upande wa chini kulia mwishoni kabisa imeandikwa delete pembeni ya add settings Imeandikwa delete unaibonyeza hiyo, unaibonyeza ukishaibonyeza, usubiria video yako itakuwa imejifu futika inakuja hivyo delete, alafu unabonyeza hapo delete. Simu yangu iko slow leo, sijui kwa nini. Unabonyeza hapo delete, ukishabonyeza delete, video inakuwa imejifuta.